Tutamkimbiza hapa na wachungaji wa mifugo kwenye mbuga ya ADC kaunti ya Laikipia wanakadiria hasara kubwa baada ya kufurushwa kutoka mbuga hiyo mapema wiki hii kukiwa na madai kwamba baadhi ya mifugo wao walichomwa. Waathiriwa wamefanya maandamano wakiwalaumu wasimamizi wa mbuga hiyo kwa kushirikiana na maafisa usalama kuwafurusha licha ya kuwepo kwa agizo la mahakama la kuwapa idhini ya kulisha mifugo kwenye mbuga hiyo hadi kesi yao itapokusikilizwa na kuamuliwa mwaka ujao. Walishoma hata watoto wa mbusi kwa boma, walishoma kila kitu, awatotoa wa kila kitu, ilikuwa imeshemeka, wameshika ngombe. Ngombe yetu bado iko kwa kirasha saa hii, na sisi tuko na miaka mingi sana tukiishi huko. Tulijaribu leo kwenda kufungua hiyo ngombe, tukaambiwa ile kitu mtafanya mwende hiyo kotini ikafungulia hiyo ngombe. Kwa hivyo tuliingia asubuhi huko, walitukatasa ngombe, alituambia mwende mrudi kwa kotini, mtu mwende mwende mwende kuwa impacted kwa hii shamba ya ADC na tumeweka koti injunction. Hawako, hawako si kuheshimu, wamechoma hapa chana, akafuruka ngombe zetu, hata ngombe zetu siko kichaka huko, na amefungia zingine. Kwa hivyo hata mimi mwenyewe gari yangu amesuliwa saa hii hapo nyuma, sijui sababu gani. Tukaongea na na ADC, tukamwambia, bas, kama ADC naye anasema ati shamba yetu tunataka kukuweka clean ili eh, turudie. Sasa tukamwambia, tukauliza Bas, kama kama mnataka kuweka shamba yenu kuwe clean, basi mtoe wale ambaye ime, ime, ime nyakua. Hii shamba ni ilikuwa ya eka 63. Na saa hii ile imebaki ni elfu kumi na tatu. Hii 50 ameenda wapi? Sasa tukasema kwa sababu sisi ni watu ya jirani ya ADC, tukasema hata sisi tunataka kidogo tujenge nyumba ambaye itatuzuia kwa mvua, sio nyumba permanent, nyumba ambaye itatuzuia tu kwa mvua ambayo hiyo ni karatasi , alafu tuweze kuishi hapa, na tulikuwa tumeelewana na hao baka, tukafikisha maneno kotini, ambaye mi ni mmoja wao ambaye niko na kotoda na